Okay, habari, mambo vipi? Tena, mtazamaji wa Master TV, naitwa Alex Ali 26, kitengo ndo ubaba. E bada, mimi nasema asante sana kwa kwa wewe ambaye umesha subscribe channel yangu ya Master TV, na pia unazidi kunifuatilia kwenye exclusive na interview zozote zile za mtahani za nyumbani za ndani. Kama unasikia kitengo ndo baba. Ina maana tuko mjengoni leo, tuko in the building. Kitaalam sana hapo. Eh, bana leo kuna story fulani hivi ambayo tunayo huko mtaani kwetu. Unajua bana, kuna namna fulani leo tunatamani tumzungumzie msanii ambaye kidogo ni gumzo hapa sasa hivi, lakini yuko in trend pia ni gumzo kivingine. Mimi bana, story ambayo natamani nikuletee mtazamaji wangu. Unajua bana, tuna msanii wetu anaitwa Nyago. Na unajua Nyago mani, ni msanii ambaye kidogo yuko juu sana kimuziki. Na tuseme kiukweli amejitahidi kwa levo ambayo amefika na kwa nafasi ambayo anayo sasa hivi, lakini pia bana kuna malalamiko fulani hivi ambayo sasa hivi anamkabili. Ndugu yetu hata kama yuko mbali, lazima tumjuze kile ambacho kinate, kinatembea huko. Ila tusimvunje moyo. Unajua bana anajitafuta, kama anavudai anajitafuta. Sema tu ndo hivyo anakatia kujitafuta kuna namna fulani bana wanasema hapana, unakosea mwanangu. Hata kama umefika mbali, lakini kuna namna umekosea. Eh, bana historia yenyewe ndio hii hapa. Unajua bana, mshikaji wetu ametoa ngoma fulani inaitwa It is my time. Unajua hii ni ngoma ambayo imeenda kuhiti sana kwenye kazi zake, na ni moja kati ya kazi ambayo imemfahamisha Tanzania nadhani na Kongo pia, imeenda kutrendi ila hata Marekani kwa huko hote ameenda kutafuta jina na amejipata kule. Eh bana, hii ngoma imemfanya ndugu yetu aingie jijini Dar es Salaam nafanya na exclusive mbalimbali mbali kwenye Wasafi TV na ni EFM na media mbalimbali. Nadhani kwamba zote zimempokea kijana wetu, tuseme asante sana kwao na asante sana kwa kumsupport. E bana, kuna kauli fulani sema mshikaji wanasema kwamba anazitumia ni kauli mbovu sana. Unajua bana, mshikaji kuna namna fulani aliulizwa kuhusiana na swala la Diki rili mle na unajua bana, Diki ni, ni, ni msanii wetu wa zamani hata kama kwamba alisema bana anafuata nyoya zake, lakini ila yeye ndo ameanza mziki wake kuhapa, kwa hapa yeye ndo ameanza nadhani kwamba hata wakina P-Boy Striker wote ni, ni vijana ni, ni watu ambao walianza pamoja na kina na kina Diki, ila kuna kauli fulani ambayo ilimkera sana Diki ambayo ilisema kwamba bana mimi nani mimi Nyago ndo ndo yani ndo kontawa pale kambini alafu pia mimi Nyago Diki rili anafata nyayo nya yaza, nya zangu. Unajua bana kuna, kuna namna fulani kuna vitu tuongee, lakini visivuki mipaka, kwa sababu nadhani kwamba hata na hata Diki alisema bana kwa nini mshaji kutaka kwenda kutuwakilisha kule, dhidi ya kwenda kutuponda. Kuna komenti fulani hapa alikomenti akasema, mm, Nyago mbona umekataa kwamba wewe sio mkimbizi, afu tena wewe sio mbembe tena kwamba eti mkimbizi ni mama yake na baba yake alafu sisi wote tunajua story ya Nyago. Nadhani kwamba Nyago kama amempata mama ndani ya siku hizi, nadhani tena mama yake amekuja ukimbizi wa siku hizi mbili tatu hapo. Lakini pia Nyago tunajua baba yake yuko Dar es Salaam. Kwa hiyo kuna namna hata kama baba yake alikimbia, uh, kuna kitu fulani hivi kimeingiliana hapa katikati. Wengi sana nadhani kwamba hawajawahi kumuona baba yake na Nyago kwa humo ndani, akiishi ndani ya miezi miwili aidha mitatu. Nadhani kwamba hicho kitu kipo. Kwa hiyo bana, wengi sana wanajua bana, kuna namna wa mfahamu babake na Nyago ile kiundani. Lakini kiukweli, babake na Nyago bana, yupo. Yupo, bana, yupo Dar es Salaam ndo kwake, ndo anakoishi na mamake na Nyago bana, yupo humo ndani, kambini. Sema, sasa, kwa nini mshikaji aongee hichi? Ndio kitu ambacho pengine kinaumiza wasanii wengi sana. Kwa nini Nyago aongelee isu hilo swala? Sawa, ameshaingia Dar es Salaam. Kuna hile bana, nadhani kwamba yeye sio wa kwanza amefika pale diki amefika pale nani Founder TV, amefika pale na pia Gold Gold Frey huyu mshikaji ambaye anayekusa pia, nadhani wengi sana wamefika pale kwenda kuangalia kufanya pale kazi, lakini kuna matamshi ambayo yalitamkwa pale ambayo sio kuwaponda kuwa wasanii wenzake, ila Nyago kuna namna ameenda kuua. Inakuwa ni kwani, kwa nini? Unajua bana, kuna harakati ya kutafuta kiki, ila sio kwenda kutafuta kiki kwenye mkoa kwenye kwenye kwenye yaani, tuseme Tanzania, alafu umshasema kwamba bwana, mimi ni mkimbizi, alafu unatafuta kiki kwa wenzako kule ukiwa unatafuta kiki Dar es Salaam, alafu unawaponda wenzako ambao umewaacha kambini. Pia kuna sentence fulani nakwambia bwana, na waga mara nyingi na wahamasisha vijana wenzangu bwana, hem njooni hata store, njoo tupokee Sometime ile kauli, kuna wengi hawakuipenda, nadhani kwa yule mwanafuatilia exclusive interview ambazo anafanya, anafanya kule na nini

Ebana, asante sana, nimerudi tena ebana, kivingine sana. Kama nilivyokuambia bana, leo tunaongelea mambo fulani afu kwa upana na kwa urefu sana. Ishu fulani ambayo naileta tena mezani sasa hivi ni kwamba inahusiana na na, unajua bana, Nyagomani ni msanii wetu pendwa kweli, lakini hivi mnakumbuka kama Nyagomani alikuwa na ushikaji na Side Side, nadhani ni ni nani kameramani, aidha tuseme vi, vi, nani kameramani ambaye anafanya vizuri sana pia, alipiga ali ngoma zake mbili. Kuna ngoma alipiga yeye akiwa na, na, na, na, na folo nyingine akapiga, sijui nadhani na ngoma kama mbili ambazo zimehit kidogo upande wao wawili. Unajua bana, yule dogo mpaka dakika hii hajulikani anakoaga wapi, ila kiukweli yule dogo bana yupo, yule dogo yupo sema, sasa hivi alijikata yeye na Nyago kufanya naye kazi. Kuna namna fulani wanakuambia Nyago bana hicho unachokifanya huko sio kwamba eti ni kigeni kwa watu hapana. Wengi sana shazoya tabia yako hiyo hapo wanajua, wewe ni mzee wa sifa, ila sio mbaya. Unajua bana, malalamiko ni mengi sana alafu atu awezi yote kuyaongea. Kwa hiyo bana, unajua bana, hii ngoma kwa nini